Tulipata bahati kubwa kwamba tulioomba nafasi hii ya umeya tulikuwa watu kumi, lakini baada ya mchakato wa awali ambapo vikao vya chama kuanzia ngazi ya wilaya mpaka taifa ulirudisha majina mawili, ambapo mimi na mwenzangu uh, Happiness Ibassa ambayo ni diwani wa kata ya Nyegezi tulipata nafasi ya majina yetu kurudi. Mchakato hakika ulikuwa na ushindani mkubwa, na huu pia ni kutokana na mwamko mkubwa Hususan kwa kina mama wanapoingia katika nafasi zetu hizi. Kwa hiyo tulikuwa na ushindani mkubwa na hatimaye tumeweza kufanikisha kumaliza uchaguzi huu kwa mimi kuongoza kwa kura kumi na tano kati ya kura kumi na moja zilizopigwa uh, za wajumbe 27 ambapo wakiwepo waheshimiwa wawingi wawili uh, wanaotoka katika jiji letu la Mwanza au ah, wilaya ya Nyamagana. Zoezi kubwa ambalo lilikuwepo la uchaguzi baada ya kukamilika tu, tunao wajibu sasa wa tulichokiomba katika kipindi chote cha uchaguzi kwa kutekeleza na kuhakikisha kwamba tunaenda kufanya kazi kuweza kumsaidia mheshimiwa rais, lakini pia kwa matarajio la ya kuwagusa wananchi ambao wamekuwa waliotupa dhamana hii ya ku, kuongoza na kuwa viongozi wao. Kwa hiyo uh, tunashukuru sana na tunawaambia wananchi kwamba tayari sisi baraza la jiji la Mwanza punde litaanza kazi. Yapo mambo ambayo yanaonekana kuwa ni changamoto kubwa ikiwemo changamoto ya miundombinu, na sisi kama baraza la madiwani, zipo vipaumbele vya mambo mengi, lakini miundombinu ikiwa moja ya kipaumbele chetu kikubwa sana lakini pia uboreshaji uh, wa huduma ikiwepo huduma za afya na mambo mengine kadha wa kadha ambayo tunakusudia kwamba katika kipindi hiki cha baraza hili, itakuwa baraza lenye nguvu sana, sababu pia lina vijana wengi uh, na tunategemea mapinduzi makubwa sana hususan kwenye uhitaji wa maendeleo na utatuaji wa changamoto ambazo zipo katika maeneo yetu. Mejipanga vizuri, lakini nachoamini, kwa sababu hii ni mara yangu ya kwanza, ndio nimekuwa diwani kwa mara ya kwanza nikiwa na naibu meya kwa mara ya kwanza. Nachojua ni kwamba natakiwa kwenda kuzifanya kazi kwa ufasaha za wananchi wetu waliotuamini wakatupa ridhaa hii. Kikubwa naweza kusema kwamba nitamshauri meya wangu vizuri lakini nitakuwa karibu na wataalam kwa ajili ya kuendesha shughuli zetu ambazo ndo hizo endo, ndo hizo kazi ambazo wametutuma wananchi. Nadhani kikubwa ni kwamba wananchi wanahitaji kupata matokeo mazuri, kwa hiyo nachoweza kusema, nasema kwamba nawaahidi utendaji uliotukuka. Ni mara yangu ya kwanza kugombea udiwani, lakini sikukata tamani, kasema niongeze na nikagombea katika nafasi ya umeya mpambano ulivyokuwa nadhani watu wanaelewa, na kwamba kila nafasi unayoenda sio nyepesi. Nimejiona kwamba ni mwanamke ambaye ninaweza kufanya zaidi ya hiki, na nishukuru tu hata kwa wote ambao walionipigia kura, kwa sababu mimi ni, ni mara yangu ya kwanza kugombea udiwani na ni mara yangu ya kwanza kugombea umeya, halafu nimezidiwa kwa kura nne. Aliyenitangulia ni, ni, ni, ni diwani amepita kwa miongo iliyopita, lakini pia amekuwa meya kwa kipindi kilichopita. Kwa hiyo ni namna gani ambavyo imenitia moyo. Kwa hiyo kwa mimi sioni kama vile nimenana, ila ninaona imenipa nguvu na ujasiri kwamba ninaweza nikafanya kitu kikubwa zaidi ya hiki. Lakini pia niwaambie, ni, ni, ni tu wananchi wa Happiness watarajie mambo makubwa, sio kwamba alikuwa mebezi katika nafasi ya umeya. Niligombea udiwani ili nikawatetee wananyegezi nafasi ya umeya ilikuja tu kwamba ni namba, lakini ninabaki pale pale kwenda kupiga kazi.